Jambo Tanzania kama kawaida kwa majina na mnajua naitwa Baba Afrika lakini safari hii ilianza tangu jana tokea Arusha tumesafiri kwa muda mrefu sana milima mabonde pamsi sijui nini lakini hatimaye hadi tukafika Mwanza lakini njiani wakati tukisafiri wananchi wameamka na maanisha Tanzania imeamka sababu kila tulipokuwa tukipita watu wakiona tu bendera ilikuwa kwa hiyo kwamba nchi imeshaamka. Kwa hiyo hapa sasa hivi, baada ya kufika Mwanza, tutaelekea tena katika jimbo la Busanda, safari ndipo inaenda kutua huko. Lengo kubwa ni kwa ajili ya kwenda kuenda a kampeni kamanda Alphonce Mawazo. Kwa nini tunaenda huko? Kwa sababu tunaamini ni mwanasiasa ambaye anajali mwanasiasa ambaye ana utu mwanasiasa ambaye anapigania haki za wanadamu. Ikimaanisha nini? Kwa sababu wakati akiwa Arusha tunajua alichokifanya. Wakati akiwa kata ya Sombetini, kina mama walipata mikopo, watoto walienda shule, vijana walipata ajira za bodaboda. Kwa hiyo tunaenda kuwaamsha watu wa Busanda wajue mawazo ni nani, wajue jimbo la Busanda limepata mtu ambaye ataweza kuwasaidia zaidi na zaidi. Safari yetu kama kawaida tutakapoanza tena, tunaenda kuvuka maji kutoka hapa Mwanza, wanaita Nyegezi, lakini tulifikia katika hoteli ambayo inaitwa Hotel. Tunaamini kwamba mambo yanaenda kuwa ni bam bam, yani yatakuwa ni mazuri zaidi na zaidi. Nisiongee mengi sana, kwa sababu bado tupo katika safari, lakini neno la mwisho au sentensi ya mwisho ambayo naweza nikakwambia ni moja tu, ambayo kila mwananchi lazima uweze kuijua na uikamate vizuri zaidi, ni hapo nadhani umeiona. Kwa hiyo cha msingi kwamba usije ukakubali hakuna cha bao la mkono wala sijui sisi eti sijui, sijui ni wapumbavu sijui marofa. Sisi ni watoto wa Mungu, hamna wa rofa wala nani. Tarehe 25 mwezi wa kumi, hakikisha kwamba wachape fimbo vizuri. Mimi kule naenda kuelimisha, lakini kwa njia ya burudani. Kama mnavyojua babaafashao, mabadiliko ni kama kawaida, yeah.